Nikonaa hawa wa familia ya Msimbazi kuzungumza nao mawili matatu kuhusiana na hiki ambacho kimejitokeza siku ya jana, lakini pia hiki ambacho kinaendelea siku ya leo kama ambavyo wanavyoona. Eh, bendera inapendeza tawi la Simba Mafinga, Simba Sports Club 1936 eh, matajiri wa Mafinga hawa wamekuja hadi hapa Dar es Salaam. Bwana, nataka nianze na wewe kwanza bwana. Mambo vipi mzee? Safi, uko poa? Niko poa, ubaya ubwela, ubaya ubwela, mambo yanakwenda lakini kama kawaida bwana. Kwa majina anaitwa Regan Fred Mloi, ni msemaji wa tawi la Simba Mafinga, wote nimeongozana na uongozi mzima wa tawi la Simba Mafinga nikiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya safari na wajumbe akiwepo dada hapa ni yeah, mjumbe wa kamati ya uongozi na mwingine akiwepo mjumbe wa kamati ya safari. Aule, tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama na tumekuja kuishuhudia timu yetu ya Simba Yes uh, taarifa ambazo tangu jana ambayo ni taarifa rasmi iliyotolewa na klabu kwa maana Simba Sports Club waliweka wazi kwamba kutokana na kile ambacho kilijitokeza majira ya saa moja za jioni mpaka saa tatu kuzuiliwa kuingia kufanya mazoezi eh, wamesema rasmi kwamba hatashiriki huu mchezo kama na Simba. Mmetoka Mafinga mmekuja hapa, mmelipokeaje hili? Kwa kweli tumelipokea kwa masikitiko, ingawa tumelipokea tukiwa njiani, lakini hatukukata tamaa, tumekuja tumefika uwanjani na tunachosubiri sisi hapa, tunasubiri kauli ya mwija wa TFF watakachokitoa, sisi ndio tutakachokifuata. Ila kiuhalisia, ndugu zetu kama wamefanya hivyo, kwa kweli wametukosea ndugu zetu wa Utoboro, kama wenyeji wa mechi wametukosea, kwa sababu kwa taratibu lazima mgeni siku moja kabla ya mechi lazima apewe uwanja ili afanye mazoezi. Ila, ila mwisho wa siku, sisi jana, muda wa kuja kufanya mazoezi ambao ni muda husika tuliopangiwa tuje tulio kufanya mazoezi wametukatalia radi uamuzi wa timu umetoa uamuzi wao. Mimi sijaona kosa lilofanya timu yao, ila wenzetu, wenyeji wetu, wamekosea. Kuna baadhi ya watu ama wadau wa mpira huko pembeni wanazungumza, wanasema taratibu ziko wazi, wekundi wa Msimbazi Simba kususia mchezo haileti maana, kwa sababu kanuni aliyevunja sheria atadhibiwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilivyowekwa, na endapo Simba atasusia mchezo at alama tatu, eh, kwenye huu mchezo na ushindi atapewa mtani. hili nyinyi mnalionaje? Na hizi tulishasema toka taarifa inatoka baadhi ya viongozi wetu walishasema. Sasa, hizo wanasema tumeamua itakao tokea litokee. Sisi mchezo kama tukiabwa kugomea, tutagomea watakao pewa pointi wapewe, ila ligi hatutoshiriki tena. Unampiga faini mimi sinshapoteza point, na kikawaida, mimi siwezi usijana, nimepewa muda kuja kufanya mazoezi timu yangu nije nifanye saa kumi jioni wakati mechi inacheza saa moja, haiwezekani hiyo ndio utaratibu yani, kwamba walipanga wao muda ekundu wa Msimbazi Simba kuja kufanya mazoezi. Sio taratibu zinavyosema taratibu, taratibu ndivyo zilivyo yeah. unapewa siku moja na kitaratibu muda unaocheza mechi ndio muda wa kuja kufanya mazoezi kwa muda huo, ambayo mechi leo ni saa moja. Simba jana walifika saa moja tukazuiliwa magetini, na ukisema wale walinzi sio ya Yanga, ina maana uwanja wamekabidhiwa nani? Uwanja bora tarehe tatu wamekabidhiwa timu gani? E, mwandishi anasema sio Yanga nao ndo wenyeji wa mchezo e? wenyeji wa mchezo, ina maana wale walinzi wa nani, wakati <muchilio> wao ndo wenyeji, ina maana moja kwa moja wale watu ni wa kwao. Na hili swala TFF wanalijua au bodi ya ligi inalijua, kwa hiyo mambo wanafanya makusudi ofisha Simba. Sisi Simba sahizi na viongozi ambao wenye uweledi mkubwa, kwa hiyo wao sisi tumegoma kufanya, watufanye. Si tupo tayari kwa chochote. Ndio. Bwana, uniambie katibu, eh? Huyu ni mwenyekiti wa kamati, mwenyekiti wa kamati ya safari. Bwana amezungumza sana ndugu yangu hapa, nataka labda kusikia maoni yako na ushauri wako kwa bodi ya ligi. Vitu hivi si mara ya kwanza historia, huko nyuma imesha kutokea tukio kama ile na limejitokeza tena, ingawa bado hadi sasa taarifa rasmi haijajitokeza. Labda una ushauri gani kwa bodi ya ligi ili matukio kama haya yaondoke kabisa ama tuyapunguze kwa sababu taswira ya mpira wetu ambayo inatumika nguvu kubwa sana ya kuijenga. Asante. Kwanza kabisa kwa majina anaitwa Joseoa, mwenye kiti kamati ya sai kai la Simba Mafinga ningeomba kwanza watake lazima kwa watu waliotoka mbali sana wamekuja kwa sababu ya upendo kuja kuchetu mundani, lakini siko nyuma sana na viongozi wa Simba kwa sababu hii timu imekuwa ikitaka kuhweleka vibaya. Kwa sababu gani? Huyu huyu mtani wangu ndiye ambaye ame, amedhamini vilabu saba ligi moja, mdhamini mmoja TSM. Tumevumilia, tumeacha anaziagiza timu baadhi, ambazo tunakutana nazo, unakuta mechi kwa upande wa Simba ni ngumu sana, lakini anapokutana naye ni nyepesi sana. Yote hiyo kwa sababu ya nini? Ya kuwekeza. Lakini la pili, wao wamevunja kanuni, kwa sababu taratibu ziko wazi na inaeleweka kabisa, sababu ya kuzuia, manake walikuwa wanajua kabisa leo lazima chukue nini, kipigo kwao. Wamejaribu kuwachokoza viongozi wa Simba kwa makusudi tu ili waje wanufaike na nini na pointi tatu muhimu. Sasa labda uongozi wa Simba haujamaanisha kwamba utashindwa uta kucheza game ya leo tu, hapana, bali ni ligi, ligi ote, yote ligi yote mpaka tunakuja kumaliza mechi tisa zilizobaki. Hatuwezi kufanya nini, kucheza kushiriki, na yote hiyo tunataka tuwaonyeshe kwamba sisi pia ni wakubwa sio hapa Tanzania tu, Afrika. Nadhani sisi ni timu tano, ni kwenye tano bora katika vilabu vya Afrika, nadhani tunafahamu vizuri. Sasa ngoja tuonyeshane ukubwa kati ya sisi na wao, nani ni zaidi na umezungumzia hapo kwa kwamba Simba amevunja kanuni. Sio kweli, sikusema Simba amevunja kanuni, ndio, ila nilisema kwamba sheria ziko wazi kwamba wanasema timu ambayo itasusia mchezo kuna adhabu ambayo imewekwa, lakini pia hata wale ambao walianzisha ili sakata kwa maana ya kuzuia Simba, taratibu zipo, wanasema hivyo. Najaribu kuuliza hapa kwa kwamba je, mmelipokea hilo na Simba na mko tayari? Ndio, hicho nakuuliza. Kwa sababu gani? Kati ya Simba na Yanga ni nani alianza kuvunja taratibu? Kati ya Simba na Yanga tajua, e, mtani sivyo? Basi kabla yetu tunaangalia chanzo ni yeah nini? E, Yanga hawa hawa, mwaka jana, kama utakuwa na kumbukumbu vizuri, tulikuwa tuko kwenye ligi kuu, Simba na Yanga tena hapa hapa tunakutana, mchezo ulipangwa uanze saa kumi, ilikuja ikashindikana, wakavusha mpaka saa kumi na moja baadaye, ukaja wakavusha hadi saa moja kabili. Yanga alikuja akabobea, wakasema hivi kwamba alicheleshewa nini, barua barua ilichelewa kufika kwa wakati wakaondoka na iliisha juu kwa juu. Lakini kwa tetesi zilizopo ni kwamba kikubwa anachojidai kwa sababu ni timu ya nini ni timu ya serikali. Sasa tunaanza kuchanganya siasa na mpira, vitu ambavyo havipo dunia nzima, changamoto kubwa sana. Kwa hivyo mimi naungana na uongozi wa Simba, tusiogope kitu cha aina yoyote. Hakuna chochote kitakachotokea, tutashinda, tutasimama kwenye haki, kwa sababu siku zote sisi tunacheza mpira, na ndio maana hata tunaposhiriki mashindano ya kimataifa tunafika mbali sana yeah. Lakini hawa wanaotumia pesa wanapokuwa wanakuwa wanapata bahati ya kwenda kushiriki kimataifa, ndio mwisho wa siku wanatuzalilisha kama vile. Kwa hiyo mimi binafsi naunga mkono viongozi wa Simba ili nidhamu ipatikane, basi tusiogope lolote litakalotokea, tupo tayari hata kushuka daraja kama wana uwezo huo, japo na hakika haiwezi kuja kutokea hata siku moja bana. Nikushukuru sana kiongozi, asante.